Mheshimiwa, mwenyekiti ukisoma taarifa hii ya kambi rasmi ya upinzani unaona kuna vitu vimeandikwa kijinga kabisa. Moja ya kitu kilichoandikwa kijinga, neno Mungu anaandikwa kwa herufi ndogo. Mimi sijawahi kuona mahali popote pale. Ukitaka kumtaja Mungu lazima uandike kwa herufi kubwa. Kwa hiyo uchungaji wa Msigwa unanitia mashaka makubwa sana. Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, nianze kwa kuzungumzia nianze kwa kuzungumzia, nianze kwa kuzungumzia ch chuo cha diplomasia Mheshimiwa mwenyekiti, chuo cha diplomasia ni chuo kinachofanya kazi kubwa sana ya kuwaelimisha kuwafundisha watu wananchi wanaoteuliwa kuwa mabalozi wake wa viongozi wakuu wa nchi ili kuweza kujua diplomasia inafanyaje kazi kwa hiyo niombe serikali itenge pesa ya kutosha kwa chuo hichi ili kiweze kufanya kazi yake kwa ufanisi, na ni mwombe waziri atakaposimama hapa kutoa majibu atueleze ni fedha kiasi gani zimetengwa kwa ajili ya chuo hichi ili kiweze kufanya kazi yake kwa ufanisi. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nataka niseme hizi kelele mnazozisikia kwenye bunge hili, wabunge wa CCM, nataka niwapongezeni kwa utulivu mlionao. Tunasemwa maneno mabaya lakini tunavumilia mpaka wasemaji wamalize, lakini sisi tukitaka kujibu kidogo unasikia kelele za kuwashowasho upande wa pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niseme moja ya diplomasia kubwa iliyojengwa katika nchi yetu ni kuwa na upinzani, japo kwamba upinzani wenyewe ni dhaifu. Tunao upinzani, lakini ni dhaifu hata kwenye kujenga hoja. Mwenyekiti, mtu anasimama hapa kuzungumzia habari ya mabalozi hawafanyi kazi anasimama hapa kuzungumzia habari ya rais haendi nje. Tulikuwa na Rais Kikwete anasafiri kila siku, hawa walisimama bungeni hapa kusema kwamba rais anasafiri sana, rais anatumia pesa nyingi. Leo tumempata Dokta Magufuli, rais anabana matumizi, hela zinaelekezwa kwenye maendeleo, hawa wanasimama kupinga. Watu gani hawa? wanataka tufanye nini? Leo nataka niwaambie ndugu zangu Kweli kazi kubwa ya upinzani ni kupinga, lakini sio huu. Huu ni upinzani hewa, kwa sababu hakuna wanachopinga. Wao wenyewe wanaingia, wanasaini, wanaondoka bila kufanya kazi. Leo hii wanataka kusema kwamba nchi hii haina demokrasia. Wangekuwepo hao. Mheshimiwa Mwenyekiti, mi upinzani wa Tanzania naufananisha kama mtoto mchanga tumboni. Mtoto mchanga tumboni haelewi ukubwa wa dunia kwa hiyo anafikiria eneo la tumbo la mama yake ni eneo kubwa linalostahili hata kucheza. Hajui kwamba akitoka duniani kuna eneo kubwa mno, kuna eneo la kukimbia atachoka, kuna eneo la kucheza atachoka, kuna eneo la kulima atachoka, kuna eneo la kutembea atachoka. Hawa wanafikiria kama mtoto mchanga tumboni, anayefikiria eneo la tumbo ni eneo kubwa sana. Leo unamkosoa balozi eti kwamba tunao mabalozi wenye hadhi ya nyumba kumi. Haya ni matusi kwa mabalozi wetu. Mabalozi wetu ni mabalozi waliochujwa, wameiva. Ukiwepo waziri Mahiga, nani asiyejua kwamba Mahiga ni moja ya watu waliobobea katika masuala ya diplomasia ya kimataifa? Leo hii wanasimama hapa kutuambia, izifu kwamba sisi ni watoto wadogo. Hivi ingekuwa watanzania wote au viongozi wote wa nchi hii wanatakiwa kusafiri nje ya nchi kwenda kuwasilisha masuala ya nchi hii, wao wangekuwa wabunge hapa, si kila mwananchi wa jimbo lao angekuja hapa bungeni? Haiwezekani wananchi wote kuja kwenye jengo hili. Ndio maana tumekuchagua Msigwa, ndio maana tumekuchagua Januari, ndio maana umechaguliwa Lusinde, kwa sababu wananchi wa jimbo zima hawawezi kuhudhuria katika kikao hichi. Sasa leo wanataka nchi nzima, kila mtu akajiwakilishe kule katika kimataifa, aende akazungumzia matatizo ya nchi. Haiwezekani. Ndio maana kuna mabalozi wameteuliwa. Jifunzeni nyie. Tunao upinzani ambao unachosema haukielewi wanachopinga hawakielewi, walichosema mwaka jana mwaka huu wanakuja wanajijibu, walichokataa mwaka juzi mwaka huu wanakuja wanakikubali. Nataka nimpongeze Rais Magufuli, amewafanya wapinzani wa nchi hii hawana hoja. Ndio maana mnawaona wakisimama umwe, hakuna lolote la msingi. Alisema Magufuli amewafanya wapinzani wa nchi hii hawana hoja ya msingi. Sasa imekuwa moto ukiwaka, wanatoka nje ya bunge, daladala ikiungua, wanatoka nje ya bunge, kwa sababu hoja ya msingi hawana, maana rais anafanya kazi vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nikuhakikishie na rais akienda kwa spidi hii, ukifika elfu mbili na ishirini, hao watakuwa hawapo ndani ya bunge hili tutaitumia diplomasia ya nje kuhakikisha kwamba nchi hii inapata uchumi mkubwa utakaowafanya wananchi wanufaike na utakaowafanya wapinzani hii, na mwekitu, na na na wa nchi hii waondolewe na wananchi kwenye bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikuhakikishie, nataka nikuhakikishie mwenyekiti, mimi na uzoefu wa kuongea na hawa, na uzoefu nao, unapowaona wanapiga kelele juu a sindano zinaingia ndomana, unaona wanapiga kelele. Huwezi ukasimama kwenye bunge hili ukaita Tanzania ni nchi ya kifisadi, wakati fisadi mkuu mmemchukua, na itafika mahala. Nataka nikuambie Mahiga, nataka nikuambie mheshimiwa mwenyekiti, hata Mahiga hawa hawakubeze, vipi siku ukijiunga kwao utakuwa mgombea urais wa chama hicho. Za kwao hawa ni kuokoteza tu. Kwa hiyo mweshimua mwenyekiti, mimi namtia moyo mwheshimiwa waziri na naibu wako, katibu mkuu na mabalozi wote, wakilisheni nchi kama rais alivyowaamini. Wa Tanzania tunawaamini na ndio maana tuko nyuma yenu, tunawaunga mkono, chapeni kazi na hiyo kazi italeta manufaa hata kwenye majimbo ya hawa wanaopiga kelele leo.